Shalom, shalom. Natumai mpo wazima. Naomba nikusomee kitabu kimoja kwanza kisha niseme mambo machache hapa. Maandiko yanasema Wakorintho wa kwanza moja tisa. Maandiko yanasema, Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mwingie katika ushirika wa mwanawe. Mungu anakuita uingie ndani ya mwanawe. Mwanawe ni nani? Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu ni nani? Maandiko anasema hapo mwanzo kulikuweko na Yesu, Yesu alikuwa kwa Mungu, naye Yesu alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo muingie katika ushirika wa mwanawe uh, nadhani nimehubiri sasa hivi, huu ni mwaka wa, wa pili nadhani officially I started preaching in 20, 24, 23. Yes, sasa nimehubiri kwa muda sana na mimi ni mtu ambaye nayafata mapenzi ya Baba, mapenzi ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo e, nyakati kidogo sana ambazo zimepita nimekuwa nime napata ugumu, na nilikuwa bado sijaelewa katika roho, what is happening. Nilikuwa masomo hayakuji, najua mimi nikija kuhubiri huwasihubiri like I don't prepare, huwa siandiki chini. Naenda kufundisha kuhusu elimu ya utakatifu, nikaandika point ya kwanza, lazima uwe msomaji mzuri wa Biblia. Hapana, hata nikiandika hivyo, nikifika hapa nitahubiri kitu tofauti kabisa. Ndio maana kati ya mkitazama, kati ya mahubiri ambayo nimehubiri kuna mahubiri fulani nawaambia naenda kufundisha unabii na nafundisha mambo mengine, ni kwa sababu yote niyasemayo sio mapenzi yangu ni mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Haleluya. Na kulingana na hali ilivyo, na hata hivi majuzi huenda mkaona na kuja mara moja moja, na huenda nikapotea kabisa. Haleluya. Huenda sitakuja sana nikapotea kabisa, ama nikakuja mara moja moja, ni kwa sababu sasa hivi mafundisho hayakuji, ni kwa sababu muda wa kuinjilisha umeisha. Uh, muda wa kuinjilisha umeisha. Sasa hivi somo linakuja tu Jumapili nikiwa kanisani, wakati nainuka madhabauni, wakati wa, wa, wa, wa neno ndo somo linashuka na wahudhuria. Sasa hivi imefika wakati uinjilisti wa mtandaoni unaenda kukwama na hata ukitazama kimakini, e, ilifika nyakati mahubiri yangu ikawa narudia rudia tu ikawa na ubiri tu kitu semu nikashuka, ikafika dakika thelathini, kwa sababu sasa hivi ilikuwa inafika hamsini, ikafika thelathini kwa sababu ikifika thelathini naambiwa achia hapo. Sasa mahubiri hayo ikawa na, ni kama narudia tu yale mahubiri nayarudia tu, ni kwa sababu uinjilisti umefika mwisho. Lakini nikauliza ninyi mtakuwaje? Niliweka klipu nyingi sana kurudia, sio vibaya kurudia, ndo wokovu, wokovu ni kurudia. Hata Biblia usome mara moja, unasoma ukirudia. Lakini sasa nimekuwa hivyo, ndio maana nimekuwa na kaa wiki sijaweka na kaa sijaweka, ni kwa sababu muda umefika wa revival. And I have to start preparing for the revival ambayo imefika, naliwaambia, nilitoa unabii na bado nawasisitizia, nikaweka mtandaoni, nikawaambia ya kwamba yo yasipotendeka sijatoka kwa Mungu, sijatoka kwa Mungu na mimi sio mwana wa Adamu. Lakini yote yanatendeka kama nilivyotabiri. Naliwaambia Mungu anakuja kuipiga nchi hii na mafuriko ya kihistoria. Niliwaambia mafuriko ambayo utaona yanatangazwa dunia nzima paka kwenye vituo vya Amerika wapi, ya kwamba Kenya imeshuhudia mvua ya nyakati za Nuhu na, na ni taifa hili tu. Mataifa jirani yatakuwa vizuri, lakini tutapokea mvua ya hatari. Hiyo mvua itanyesha siku saba nonstop, seven days nonstop, aiongezeki aipungui, na mvua yenyewe ina hasira ndani yake, ni ghadhabu na hiyo ndiyo itakayokuwa mwanzo wa Mungu kudhihirisha kwamba aliye katikati yenu sio mwana sio mwanadamu mwenzenu, bali ni yeye atakayetawala ufalme wa mbinguni na yeye aketie katika kiti cha enzi, ndiye aliye katikati yenu. Wakati ambao na, nalitabiri nali huo unabii, nilitaka niondoke, niende, nianze kuhubiria watu ikiwezekana wabadilike kile ambacho nalikiona kisitokee, kwa sababu hiyo mvua itaua mpaka watoto wadogo. Watoto wengine watakuwa wanatoka shule, watauawa njiani, maana mvua yenyewe ina hasira ndani yake. Hiyo mvua ita buildings ita collapse, Kisumu, Nairobi, majengo yatavunjika vunjika mpaka mashambani, yani wanyama watakufa. Hiyo mvua itakuwa ya hatari, watu watakufa maelfu maelfu na, na, na, wakati nilikuwa nataka kwenda walau tunaweza tukasemezana, na wanadamu, njooni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera nitazisafisha ziwe nyeupe kama sufu. Kwa hiyo lakini tena Baba akasema ya kwamba hata ukienda hawatakusikiliza Wacha tu nitimize, kisha watakusikiliza. Kwa hiyo, injili hii inaenda kushuhudia hicho kitu. Na pia ilikuwa niende, alisema nisiende wakati huo, nikaendelea ku make youtube videos, lakini still there is a chance of going and preaching to the street, injili mitaani, nikiwaambia watu kuna mvua inakuja. Naomba mtubu, Mungu anataka. Kenya imetabiriwa mara tano kwa Biblia, five times. Isaya 44:19 au 45:19 inasema, si kusema waziwazi mahali katika njia ya giza, njia ya giza. Si ni afrika yote? Afrika yote. Alafu Malaki 1:11 inasema from the rising of the sun Rising of the sun ni wapi? Si east. The Gentiles when when watakuwa wataona utukufu wa Mungu mkubwa. Lakini anasema from the rising chapter 11, 1 verse 11, from the rising of the sun. Inamaanisha mashariki. Si si sijua inatoka east. Sasa Mungu amesema wa nitasema waziwazi wazi mahali katika ba, nchi ya giza. Ni bara la african continent, lakini anasema from the rising kumaanisha ni east ya Africa. Tunaelewana, ni east part ya Africa. Sasa hii east part tutajua ni nji gani? Sasa east part iko na Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, hizo ma eastern Africa. East part ya africa iko na hizo country, lakini tuone tena, Mungu akazidi kuongea sana Hasa Isaya 18 akasema, ole wa nchi ya uvumi wa mabawa iliyo karibu na Ethiopia. Sumona ameguzia Ethiopia sasa lakini akai, akai describe nchi, ole wa nchi ya uvumi wa mabawa iliyo karibu na Ethiopia alianza akasema, nitaongea nita nikiwa nitaongea waziwazi nitaongea openly nikiwa kwenye bara kwenye bara la giza yani kwenye, e, kwenye nchi ya giza kwenye watu weusi nitaongea waziwazi nikiwa kwenye watu weusi. Akaendelea akasema, from the the rising of the sun, Malaki 1:11, yani kutoka mashariki mashariki, rising of the sun ni east, mashariki bara la giza nchi ya giza, lakini mashariki yake, hii mashariki. Akasema akasema hii mashariki akasema ole wa nchi ya uvumi wa mabawa iliyo karibu na Ethiopia. Kwa hiyo saa ametuambia penye atakuwa ni kwenye nchi ya uvumi wa mabawa iliyo karibu na Ethiopia, na ndo nchi ya Kenya na sasa huwo unabii ndo unatimia, umetimia tayari, amekwisha kutokeza, naye amewahubiria watu wake. Sasa kwa kwa dunia kumjua, yupo tayari. Sasa alivyotabiri, anato alivyotabiri, unabii umetimia. Akaamua ya kwamba ngoja niitikise Kenya kwa mafuriko ya kutisha, mpaka kukuwe na national repentance na pia hiyo na pia itakuwa sign to the world that now the prophecy is being fulfilled. Na sasa kwa nini ni ubiri mapema? Ni, ni kwa sababu wakati ambao unabii niliyoutoa umetukia na revival ikabust out, nitanyamaza kwanza. People will learn from his clip ambazo mmekuwa mkijifunza, watu watazama ata, tu hizo no clip I'll make mpaka nitakapoona sasa kumetulia. Maana hizo zinanitambulisha mimi nani? Zinanitambulisha mimi nani? Na pia zinatambulisha makanisa yamepotea, na zinatambulisha utakatifu ni nini, zinatambulisha ufalme wa mbinguni. Haleluya! kitu nachohitajika kukifanya kimetajwa kwenye hizo klipu. Kwa hiyo naanza kuona dalili ya, ku, ya kuzuiliwa kuhubiri, dalili ya kuzuiliwa na Roho Mtakatifu ni sije nika nisije hapa, lakini sijui nitakuwa naruhusiwa mara ngapi kwa mwezi. Pengine inaweza kuwa mara nne tu peke yake kwa mwezi, ama mara ngapi. Lakini ninyi endeleeni kufuatilia mahubiri, usikate tamaa. Majaribu yatakuja kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Mungu, shetani awajaribu watu wake. Shetani alienda kuuliza Ayubu. Aliuliza Mungu, nipe nafasi ni mjaribu Ayubu, maana ni mwenye haki wako. Kwa hiyo wenye haki ndio wanajaribiwa, wasio haki hawajaribiwi. Usipoelewa, duniani ni kushindana, ni vita, uokovu ni vita. Ndio maana naitwa Bwana wa majeshi, inamaanisha ni Mungu wa vita. Wewe unaitwa jeshi, wewe unaitwa jeshi. Jeshi anafanya nini? Kwanza jeshi anabunduki, unabunduki bunduki neno la Mungu. Jeshu amejizingira na, na bulletproof amejizingira. Kujizingira ni nini? Kujizingira ni kwa maombi na imani, kwa maombi na ujasiri na imani Haleluya. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo I see that sign na wakumbusheni about, nitakuwa nikitokea, nawaambia sasa hivi inabakia, huu ni mwezi wa ngapi? Tunaingia mwezi wa sita, wa saba, wa nane, wa saba, wa nane First season imeisha. Kuanzia hapo watu wakisha wametoa mahindi yao wameanika. Season ya kwanza imeisha. Season ya pili ikianza tu, within within that season nitawaambia. hizi miezi, kati ya hizi miezi kuna kuja kutokea jambo la kutisha, na sijui itakuwaje, kwa sababu mvua ikinyesha siku saba kuna watu watakufa njaa. Haikatiki, na ukitoka nje inakua, na kutakuwa na mgurumo wa radi, lightning. Kutakuwa na maorofa zinaporomoka, zinaanguka. Kutakuwa na blackout, hakuna stima. Let the false prophet try to prophesize, kwa sababu hii kitu sio kwamba hiyo mvua itaisha tu. Lazima pia kukuwe na national repentance na maombi yafanywe, na inaisha. False prophet atokeze, akifanya maombi isipoisha lazima atawajibika. Haleluya! Kwa hiyo jipeni moyo, sijui itakuwaje, lakini nitakuwa kila somo likija, nitakuwa nafika. For those who support the ministry, thank you very much. Unajua, Injili ikitajwa pesa, inaharibika inakuwa ni injili ya Shetani, lakini Injili inahitajika support kwa sababu inafaa niwe najipanga for that revival, tayari niwe najipanga kwa ajili ya revival. Support yako inajenga kanisa, itanua vitu vya kanisa. Kwa sababu ukihubiri utakatifu, itanua vitu vya kanisa na kila kitu. Kwa hiyo thank you very much for those who are supporting. Continue supporting. Hata usiponiona hapa, jua kwamba kuna shughuli zinatendeka. Najua ni kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu, lakini nitakuwa kila nikipata nafasi naonekana. Kila nikipata ntahakikisha na ntaomba sana, na nita, nitajaribu niwezavyo, kila wiki angalau mara moja, angalau nikuwe na post mara moja kwa wiki nzima, angalau mara moja, huenda zikakuwa klip mbili ama moja ni kulingana na jinsi mbingu inavyotaka. Ukiona sija post naenda, kaangalie mahubiri, nenda kaangalie mahubiri yoyote ambayo hapa, lakini usianze kujichanganya na vitu vingine na watu wengine, kwa kuwa Mungu ni mmoja tu, na Mungu ni msafi, ni mtakatifu. Mungu achanganywe na miungu ya, ya, ya Misri na kuambia unabii unakuja kutokea, itakuwa tu, itakuwa tu tu tu majioni tu, dunia itakuwa tu nzuri ghafla kutatanda na wingu jeusi nchi nzima, na mvua inaanza tu kimchezo tu. Watu watakinga maji watakinga, lakini wanaona aishi na inaangu yani nyumba zitaanguka. Lakini nadhani pengine nikipewa nafasi ya, ya kwenda eh, mjini nikahubiri, nitakuwa na na kamera, nitakuwa na kamera vizuri. I will having a camera recording. Haleluya! ili mpate kuona ninachokifanya mtaani na jinsi watu wanavyoipokea injili. Atakayepinga, i don't care, kwa sababu siwezi kulazimisha kuingia mbinguni. Kuna raha, au lazimishi mtu kuingia rahani. Ni maamuzi ya mtu lakini, mimi nitahakikisha nimekutafsiria vizuri maandiko matakatifu, ili uone uzuri wa Mungu, kwa sababu watu si wabaya ni giza la dunia limewafunika, lakini wakitoka katika hilo giza watakuwa wazuri kama wewe. Yeye anayekutendea machukizo, anayekukosesha amani, usimchukie. Usichukie mtu yoyote wa familia yako, wala usichukie mtu yoyote hata wa nje ya familia ambaye amekukosea. Nataka mioyo yenu iwe meupe, mwachie Mungu na uombe Mungu akupe kustahimili ni kama tu mwuoleka na mume mlevi. Maandiko anasema usimwache mume wako mlevi, bali Mungu atakupa hekima ya kuishi naye, kisha Mungu atamuokoa. Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu, ndio hivyo ilivyo. Lazima muwe watu wenye hekima na busara kama Yesu. Mnayesema Yesu, kama angekuwa na hekima angekuwa kama nini? si angesema siwezi kwenda kwa Zakayo, huyu ni mtoza ushuru. Watu watanionaje? Mafarisayo, watu wenye, nimeingia kwenye masinagogi yao ni kihubiri, watanionaje wakati ambao mimi nakaa kwenye meza moja na mtoza ushuru? Tena alikuwa akukua tu mtoza ushuru, alikuwa mwizi, kwa sababu maandiko anasema aliwarudishia watu mali alizowanyang'anya, alikuwa mwizi na pia watu pia Yesu angeshangaa kwamba pia yesu angekuwa kama ninyi angeuliza kwamba namwitaje mathayo ambazo uliona yesu akimwita mathayo, alimwita akitoza ushuru nitamwitaje mathayo ambaye anatoza tu ushuru huyu yaani atakwaje mtume wangu huyu mwenye dhambi huyu mtoza ushuru marafiki wa yesu wengi walikuwa ni watu wameokoka kutoka kwenye giza wakukua watu wametoka kanisani walikuwa walevi wakatubu walikuwa makahaba wakatubu. Magdalino ametolewa mapepo saba, wakatubu akina Miriamu mapepo. Yule mwanamke Msamaria alikuwa rafiki sana wa Kristo. Huyo mwanamke Msamaria, maandiko yanasema ya kwamba alikuwa amekuwa na waume watano. Watu wangesema huyu mwanamke mwenye sifa mbaya, watanionaje nikiwa na yeye? Lakini kumbe mwanamke alipokea injili kwa moyo wa shukrani, mpaka akaenda akashuhudia. Na ndivyo ilivyo, kanisa linaikataa nuru, wenye dhambi na makaaba na watoza ushuru na wazinzi wanaikubali nuru. Kwa hiyo uangalia Biblia vizuri na uangalie na uhalisia wa jamii, utapata ya kwamba mambo yapo ya hivyo. Kitu ambacho nataka usimchukie mtu, usikuwe mtu wa hasira, usimchukie mtu, usiwe na hasira, uwe mpole, usizungumze sana, uwe mpole ja, zungumza mahali ambapo inahitajika uzungumze lakini mahali ambapo hapahitajiki, tulia. Zungumza mambo muhimu, mambo ambayo unaweza nyamaza yakapita, sawa, nyamaza. Hakikisha kila kitu nakigusa na kigusa na hekima. Nataka uwe na jicho la tatu. Jicho la tatu ni kama hekima tu fulani ya kibinadamu. Jicho la tatu, yani ukiangalia tatizo lako, lazima utaanguka kwenye jaribu. Unapojaribiwa, angalia mwisho wa hilo tatizo na akili yako itazame tu mwisho, maana jua ya kwamba mimi na Mungu, mwisho wangu lazima ni ushindi tu, lazima nitashinda tu, hata ikue ikue itachukua muda namna gani, i must win it hori basai glory sai. Hivyo ndivyo mtakavyompendeza Mungu. Mungu hapendezwi na maneno mengi. Mungu anapendezwa na upole. Mungu anapendezwa na wewe kuyatenda maneno ambayo unaona ni mazuri mbele za Mungu. Mungu anataka atawale akili yako. Toa uchafu wa aina yoyote. Mungu akai ndani ya moyo wa hasira? Toa hiyo hasira moyoni, toa chuki, toa husda. Hakikisha moyo wako moyo wako unachukulia vitu hivyo hivyo. Haleluya! Mambo ya dunia ya sikukwaze, tazama ule ufalme ulivyofika, na sasa hivi we are waiting on revival hapo ndo mtajua kwamba yakwamba mwanaadamu hakukuja tu mtandaoni ku, ku, ku, ku, ku- kutengeneza klipu nini nini. Hapo ndo mtaona ulimwengu utakavyoshangaa. Mimi nimekuja kama mfalme, sijakuja kama mwokozi. Ni mwokozi lakini ni mfalme, kipande kikubwa ni mfalme. Yule Yeshua wa Nazareth alikuja kama mwokozi, lakini kipande kikubwa alikuwa kuhani. Ndio maana aliingia makanisani ya ki, kwa authority kwa mamlaka makubwa, lakini mimi nitaonekana na, na na na maisha sana na na uraia uraia, kwa sababu yeye aliwatafuta makuhani wa ufalme wa mbinguni, wale watakaoishi kama mapriest huko mbinguni. Mimi nawatafuta wananchi, wana, the citizen of heaven. Ndio maana when, I, when I, I will own television, itaitwa citizen of heaven, citizen of heaven television nawatafuta citizen raia, nawatafuta citizen of heaven. Haleluya, ndo nawatafuta. na, na, na mtaniona nikijidhirisha kwa dunia kama mfalme, na nitatawala nchi nyingi, hata nchi za wazungu kama mfalme, kabla niondoke duniani na nikaelekea Sayuni. Na wale walionitii wakajaza na roho Mtakatifu watanifata muda mfupi katika unyakuo. Ndio mtamwona Yesu akikuja wa kuwachukua watu wangu. Ndio mtashangaa ya kwamba kumbe, tulidhani anampinga Yesu, lakini ajabu kwamba ni yule Mnazareti amewachukua watu. Kumbe hawa watu ni mtu mmoja tu ambaye ametokeza kwa sura tofauti. Haleluya! Nitazidi kuzungumza nanyi, nikipata nafasi nitakuja kuzungumza nanyi. Asanteni sana, mpate kubarikiwa.